Ukweli uhalisia unaonyesha dhahiri kwamba wananchi wamefurahi sana kabisa kwenye zoezi hili na wamemfurahia sana Dk. Hussein Ali Mwinyi, na hii imetokana na kwamba awali walipokuwa na mashamba haya walikuwa wanalima, wanaendeleza, wanapanda, lakini walikuwa hawana uhakika juu ya umiliki wao, na ndio maana walikuwa wanatufuata sana ofisini kutaka kujua hatma ya kazi yao hii wanayofanya. Lakini baada ya tamko hili la mheshimiwa rais kwamba tutayarishe hati na kuwapatia wananchi, wamefurahia kauli hii na wamemfurahia Mheshimiwa Rais. Na ndio maana sasa hivi mabadiliko makubwa tunayaona kwenye mashamba haya. Wananchi walio wengi sasa hivi mashamba wanaendeleza, wanapanda mikarafuu kwa wingi, wanakuwa na uhakika ya mavuno, kwa sababu awali ilikuwa wanapanda, wanahudumia, baadaye serikali tunaingia kati kuyakodisha mashamba haya, anapewa mtu mwingine analima. Mtu huyu anahudumia mtu huyu, lakini shamba anapewa mtu mwingine. Kwa hivyo kwa tamko hili la Mheshimiwa Rais kwa sasa kwamba wale wote wenye mashamba haya wapatiwe mashamba haya na wapatiwe hatimiliki. Kwa kweli ni furaha kubwa mno kwa wananchi. Oktoba tunatiki.